Nanasi ni mojawapo ya tunda ambalo lina wanga mwingi kama alivyo matunda mengine matamu kama maembe, maparachichi, mapapai. Na mmoja mdau katika grupu ameuliza ikiwa uh, matunda kama hayo matamu, amezungumzia nanasi kama linafaa kwa ajili ya kupunguza uzito na kitambi, jibu ni ndio. Uh, ulipofundishwa kuhusiana na uh, matunda matamu kwamba hayafai kwa ajili ya kupunguza uzito, kuna kitu kimoja ulikimis, au labda mwalimu aliyokuwa anafundisha alisahau kukielezea. Na kitu hicho ni kwamba e, wanga ambao unatokana na matunda matamu au vyakula vyenye wanga vya asili kama viazi, mihogo, ndizi Uh, vinakuwa tofauti kidogo katika mchakato wa kusharabiwa na mwili kwa sababu hivi vyakula vinakuja pamoja na virutubisho vingine, vinakuja na nyuzilishe, vinakuja na phytochemicals, vinakuja na vitamins, na madini ambayo hivi vinasaidia kwenye mchakato wa kufyonzwa. Haviingii kwenye mwili kiholela kama ambavyo umekula vyakula vilivyochakatwa kama vile ambavyo unakula labda eh, juisi ya matunda, unavyokula nafaka zilizokobolewa, mahindi yaliyokobolewa, mtama, amini, ngano iliyokobolewa, unapokula biskuti, unapokula keki, unapokula soda, hivi ni vyakula ambavyo vimechakatwa, unavyoingiza kwenye mwili eh, vikiingia kwenye utumbo mdogo, vinasharabiwa tu kwa kuzingatia concentration kubwa kwenye utumbo kwenda kwenye damu. Lakini unapokula vyakula vya asili, matunda ya asili, ah, unapokula eh, vyakula vingine vyenye wanga vinakuwa na vitu vingi ambavyo vinasaidia ku-interact na mwili katika namna ambayo vinazuia sukari isiingie nyingi kwenye damu, kwa hiyo haviongezi uzito, kuwa na uzito mkubwa, ila vinakusaidia kupunguza na na kutibu magonjwa mengine sugu. Kwa hiyo jibu ni ndio, na nasi nafaa kwa ajili ya kupunguza uzito. Cha msingi tu ulile vizuri, usitengeneze juisi, wala usile masaa ya giza, na kama unataka kujifunza kwa undani kabisa unaweza ukasoma kitabu changu ambacho kinaitwa uh, Bila kuacha wanga wala kushinda njaa, punguza hadi kilo kumi kwa siku 30. Humo nimeeleza kwa undani kabisa vitu hivi na utajifunza na utapata ratiba ya siku ishirini na moja ya chakula, jinsi ya kupangilia asubuhi, mchana, jioni. Ni ebook unaweza ukatumia, link ipo hapo chini kwenye description, itakupeleka moja kwa moja kwenye website na utadownload kitabu chako sasa hivi. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.